Naam, karibu tena mtazamaji. Mwili una Kumradhi, tunaenda katika makala maalum ambapo ni kwamba kupungua kwa idadi ya samaki katika Ziwa Victoria kumesababisha migogoro sio tu baina ya wavuvi bali pia kati ya asasi za usalama kutoka nchi jirani, hali sasa ikisababisha kina mama pia kujitosa katika uvuvi, jambo ambalo linakisiwa kuwa kinyume na itikadi za jamii ya Dholuo. Laura Otieno alitangamana na baadhi ya wavuvi wa kike kaunti ya Kisumu ambao wamekaidi itikadi hizi za jadi. Saa tatu asubuhi. Pamela Otieno anaondoka katika ufuo wa Kagwel, kaunti ya Kisumu. Kwa miaka kumi sasa mama huyo wa miaka hamsini amekuwa mvuvi. Uamuzi wa kuanza kazi hii ukiwa umechangiwa na hali mbaya ya biashara ya uchuuzi iliyofanya kundi hili kujitosa katika uvuvi. Naenda, napata pesa kidogo Sioni kama inaniwezesha vile, na ilikuwa inafaa nikawachana na inafa. Nika maneno ya soko nikaingia kuvua. Vile niliingia kuvua sasa napata, na watoto wangu al alienda shule, shughuli yangu yote inafanyikana vizuri. Huku mawimbi ya kitikisa dau, ina mama hawa kwa ustadi mkubwa wanavuta nyavu wengine wakiendelea kudhibiti mashua. Kazi yenyewe ikitaka sio tu tajriba ya uvuvi bali pia lishe bora. Carbohydrate mnajua nyoyo? Eh, ndiyo tunatumia sana kwa sababu hiyo ndio tunaweza kupata hapa. Ukichukua hata chapati, ukienda uwezi, unaweza hata kuanguka chini. Eh, na kama unavuta hiyo kitu kila siku pia unakuwa strong kwa sababu unafanya exercise idadi ndogo ya samaki pia ikizua changamoto. Tukenda huku baharini, saa zingine tunapata hipo ongadonwanyavu wani kama imesang'ada hiyo nyavu yetu samaki yonge kisabara hiyo nyavu, samaki sasa hakuna. E, tukenda huko tuna problem nyingi sana. Wangetusaidia hata na mkopo, hata wangetulechea kejes ili tupate uvuvi wa karibu kwa sababu keji tukiwa nayo tunaweza kuilinda hapa karibu. Kulingana na tamaduni za jamii ya Luo, kazi ya uvuvi kwa kawaida imetengewa wanaume. Hata hivyo, wavuvi wa kiume hapa Kagwel huwasaidia kina mama hawa, haswa katika kuonya vijana wa raibu ambao mara nyingi hutumika kusukuma dau au kuvuta nyavu. Mtu kama mimi naweza naweza katasa vijana, usikule pombe usipokula pombe, utaingia kwa, kwa boti yangu. Jaribu jaribu kesho. Bora Utieno, runinga ya